Watanzania hatujawahi kuumia hivi, hatujawahi kuteseka hivi. Mimi personally nimeshazika baba ambaye ndo alikuwa kila kitu kwangu dunia hii, wanaonijua wanajua baba yangu ndo alikuwa kila kitu. Nimeshazika baba, nimeshazika mama, ila hii wiki iliyoisha ndo ilikuwa wiki ngumu ambayo ni maiku experience kwa maisha yangu. Gen Z, naona kila kichu, kila kitu mnachopanga kufanya naona message zenu. Hamkosei, hamkosei, mko sahihi Hatuwezi kukubali, hatuwezi kurudi nyuma. Wameua ndugu zetu. Samia kaua ndugu. Samia Suluhu kaua Watanganyika hakujali umeandamana, huiandamana, alikuwa nauwa tu Watanganyika bila kujali. Hii ni chuki. Hatuwezi kuwa na rais aliyetuua, hatuwezi kukubali kuwa na rais aliyetupiga nisasi za vichwa kwa kudai haki, kawapiga. Unajua kuna ile kwamba labda angetaka tu kuwa ni taa, labda hii sio kwamba alitaka kuwaditaa hii, hii alitaka kuwaua, alitaka kusend message. Hatuwezi kukubali. Nyerere, kina Nyerere wangekubali wangekubali, bora tumwache tu huyu mkoloni, leo tungekuwa wapi? Hatuwezi kukubali. Watoto wetu wajukuu zetu hawawezi kuja kukuta nchi hii. I'm trying to be strong, I'm trying. Kuna siku nitaongea na nyinyi, siku nitaongea na nyinyi, nyinyi baada ya ukombozi, sababu ukombozi unakuja, trust me. Niliwaambia before na ninawaambia tena, hakuna urahisi wa Samia, haupo. sio baada ya kuua wat, Watanganyika kwa kiasi hiki ndugu zangu, Samia kaua mpaka sasa hivi. Mimi dada enu wa taifa, mnanijua sinaga fake news. sinaga ku, ku create uongo wongo ili sijui ni, ninimize nani, na mnanijua hata kipindi nafanya umbea mnanijua, nilikuwa nikiandika habari alafu nikipata habari ya ukweli narudi nawaambieni guys, hii habari kuna correction, kwa sababu mimi sijawahi kutaka kuwaambieni uongo, na hii ndio maana leo na influence kwa Watanzania ni kwa sababu huwa nahakikisha nawapa habari ya ukweli, sio habari naotaka na mimi kuitengeneza mimi, ya ukweli. Na ndio maana kipindi chote cha kampeni za CCM walishindwa niliwaambia before na nnawaambia tena, hakuna urais wa Samia, haupo. Sio baada ya kuua wat, watanganyika kwa kiasi hiki. Ndugu zangu, Samia kaua mpaka sasa hivi. Mimi dada yenu wa taifa, mnanijua sinaga fake news. sinaga ku, ku create uongo wongo ili sijui ninimize ni nani, na mnanijua. Hata kipindi nafanya umbea, mnanijua nilikuwa nikiandika habari, alafu nikipata habari ya ukweli, narudi nawaambieni, guys hii habari kuna correction, kwa sababu mimi sijawahi kutaka kuwaambieni uongo. Na hii ndio maana leo nina influence kwa Tanzania, ni kwa sababu huwa nahakikisha nawapa habari ya ukweli sio habari nayotaka na mimi kuitengeneza mimi, ya ukweli. Na ndio maana kipindi chote cha kampeni za CCM walishindwa, walishindwa kupambana na habari zangu kwa sababu nilikuwa nazileta kwa facts. Na nilihakikisha kipindi cha kampeni, kila habari inayoileta nimejidhatiti kwamba hawawezi kuirefute na leo nawaambieni Watanzania, nawaambieni leo, mi mwenyewe najiona kama nime underestimate kwamba sijatoa kiasi kikubwa kinachotoka kutolewa. Nawaambieni mi dadani wa taifa, Samia kaua zaidi ya watanzania elfu kumi, Gen Z zaidi ya elfu kumi kaua Samia. Hii inawaambieni dada yenu, kuna siku mtaiprove. Siku Samia akitoka nje ya madaraka pale, familia zitakapoweza kutoka public na kusema majina na kusema watu waliopotea, watu wakiweza kutoka, ntaona dada yenu nikuwa naambia kweli. Samia kaua zaidi ya jenz elfu kumi kule Tunduma. Tunduma na Mbea ndo kaua wengi Tunduma ndo wameuliwa wengi. Tunduma na Mbea alikuwa anaingiza askari nyumba kwa nyumba, wanasaka watoto wa kiume, wanawapiga risasi. Huyu sio rahisi, ndugu yangu, huyu sio rahisi, ndugu zetu. Samia sio rahisi. Huyu ni adui wa Tanzania na kwenye katiba ijayo tutakaoipata, tunaipata katiba mpya, katiba ijayo tunaoipata lazima iweke kwamba akifa rais madarakani ni miezi sita tu, lazima uchaguzi urudiwe ndani ya miezi sita. Na kwenye hiyo miezi sita, huyo vice president aliyochukua urais haruhusiwi kufanya appointments zozote, ili asifanye ushenzi aliofanya Samia nao nilikuwa simwamini Polepole navyosema Magufuli kauliwa, na sikumwamini kwa sababu Polepole nilikuwa nimemchukia sana kipindi cha Magufuli. Na nilimchukia, Watanzania mpaka leo amnielewi wai. Nilichukia kipindi cha Magufuli, nilichukia kipindi cha, cha Magufuli sababu nilijua atakayefata baada ya Magufuli naye atajaribu kuwa dikteta. Sasa sasa hivi tumepata dikteta ambaye anawachukia watanganyika. Yeah. No matter what. Naomba Gen Z, nchi nzima, wa mama wa baba, mliozika watoto, ndugu, jamani, na marafiki mliozika watu Msikubali kutii, msikubali kutii, kwa sababu kisha kubali kutii, mjue na watoto wenu watakuta hii. Hayo hayo, hatukubali kutii, lazima Tanganyika iwe huru. Na ndugu zangu, msinione kimya, siposti huko, napambana, napambana na sio mimi tu napambana, wengi wanapambana, wengi wanapambana zaidi hata mimi, wengi ni vile hawana majina. Kila mtu anapambana. Hii ishu haina kiongozi, haina mtu anayefanya the most, haina star, haina. Mi msinichukulie kama mimi ndo niliyefanya chochote au hao mabadiliko, msinichukulie mimi niko hapa kwa sababu Watanzania mko nyuma yangu. Mimi niko hapa naonekana napambania Tanzania kwa sababu nyinyi mna sapoti nachosema. Bila nyinyi mimi nothing. Ndio maana siwaelewagi wasanii wenu. Bila nyinyi wale ni nani? Ni nani wale? Leo mnapigwa risasi, mnakufa wale Wasanii wenu wanapost video nyimbo zao kama kawaida, wanatoa tu matamko ya kipumbavu, kama nimewakwaza samani, kama nimewakwaza samani. Watu wamezika ndugu, marafiki. Can you imagine kama Alikiba, Diamond Platnumz wangesimama miezi iliyopita, wakasema, Watanzania tupambane, tunaonewa Tanzania tupambane huu uchaguzi sio. Kwa nini huyu anafunga watu wengine wasipambanio urahisi? Kwa nini awagombe? Kina dn kina Diamond kina Zuchu kina Likiba kina Amoniz hey, kina Mario hey, kina Nandi kina kina Binas kina wapumbavu wengine wote wale s wa, walamata eh, ni si wale wasanii wa malamata imajini, wale wote wangesimama, wangesema Tanzania tusikubali huu uh, utekaji wa Tanzania no matter what. Naomba jenzi nchi nzima, wa mama wa baba mlozi kwa watoto Ndugu jamani na marafiki mliozika watu, msikubali kutii, msikubali kutii, kwa sababu kisha kubali kutii, mjue na watoto wenu watakuta hii hayo hayo. Hatukubali kutii, lazima Tanganyika iwe huru. Na ndugu zangu, msinione kimya siposti huko, napambana, napambana na sio mimi tu napambana, wengi wanapambana, wengi wanapambana zaidi hata mimi, wengi ni vile hawana majina, kila mtu anapambana. Hii ishu haina kiongozi, haina mtu anayefanya the most, haina star, haina mii, msinichukulie kama mimi ndo niliye fanya chochote , oh, au mabadiliko. Msinichukulie mimi, niko hapa kwa sababu wa Tanzania mko nyuma yangu. Mimi niko hapa naonekana napambania Tanzania kwa sababu nyinyi mna sapoti ninachosema, bila nyinyi am nothing. Mimi ndio maana siwaelewagi wasanii wenu, bila nyinyi wale ni nani? Ni nani wale? Leo mnapigwa risasi, mnakufa. Wale wasanii wenu wanaposti video nyimbo zao kama kawaida, wanatoa tu matamko ya kipumbavu, kama nimewakwaza samani, kama imewakwaza samani. Watu wamezika ndugu, marafiki. Can you imagine, kama Alikiba Diamond Platinum wangesimama miezi iliyopita wakasema, watanzania tupambane, tunaonewa. Watanzania tupambane, huu uchaguzi sio. Kwa nini huyu anafunga watu wengine, wasipambanie urais kwa nini awagombe kina Diamond? Imagine kina Diamond, kina Zuchu, kina Alikiba, kina Harmonize, hey, kina Mario Hey, kina Nandi kina kina Bill Nass kina wapumbavu wengine wote wa, wala wasanii hey, wamalamata, imagine wale wote wangesimama, wangesema Tanzania tusikubali huu utekaji.